Juma hili katika, katika kipindi cha familia, familia ni nyumba ya Mungu, suluhisho la changamoto ya ulevi matumizi mabaya ya pombe kwa muda mrefu huleta mabadiliko ya kimwili katika ubongo kama vile uhimili na utegemezi. Umli wake amekuwa labda mzee sana, anaona labda maisha ya hapa duniani yanaelekea ukingoni au ya mwishoni, basi anaamua labda kujihusisha kuji na ulevi tabia ya binadamu au tabia ya mtu inaweza ikapelekea akawa na mazoea na mazoea na mazoea ambayo anaweza akasababisha akajengea kitabia fulani ambacho kinaweza kikaleta ubovu katika maisha yake. Basi tu, tungali tukijua kwamba ulevi kama ulevi ni moja ya mzizi katika dhambi ambayo, ambayo huu mzizi unaweza uka kupelekea ukatenda dhambi au uka, katika ni kupitia YouTube ya Radio Maria Tanzania. Radio Maria Tanzania, sauti ya Kikristu nyumbani mwako.